Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Nimeona jambo jema kumrudishia Mungu na utukufu na sifa zake, na ushuhuda wa kwanza, niliugua kichaa kwa muda mrefu sana na sikujua na natenda kuponea wapi, lakini nilipofika madhabahu hii Mungu akaniponya. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Nilipokuwa nikiomba siku ya Alhamisi nikaomba ushuhuda wangu, nikasema, Mungu naomba unaoneshe kinachonifunga katika ile nyumba. Kwa nini ile nyumba nachanganyikiwa na kanguo na kimbia uchi barabarani? Nikachukua mafuta ya mtumishi wa Mungu, nilipoingiza ile mafuta katika ile nyumba alitoka kenge anaefanana na mtoto anaetambaa akapita mbele yangu, nikasema, jamani, mbona maajabu kenge nanipitia hapa, nimekaa mlango wa bafuni Mungu akaniambia nyamaza, na usitumie dawa za kienyeji na usije ukashawishwa kwenda kwa mganga wa kienyeji. Nikaambia sawa. Mungu alipokuja kunijibu, watesi wangu wakapiga simu kijijini nyumbani kwao, mama Esther, tunakutafuta miaka mingi sasa, sio mwenzetu na wala upatikani. Nikaambia ni Mungu amenikomboa, sipo katika ulimwengu mnaotumia nyie, nombei tusifuatane sasa wakasema sawa wakanitafuta tena usiku wakapiga simu wakamtafuta mume wangu huyo mama esta tunamtafuta kipindi kirefu katika maisha yetu hapatikani mashamba tunashangaa wanyama wameingia kuvamia na kuvuna nikasema asante mungu alimzia ananikimbiza kichami na kwenda kuwarimia afu hakuna ninachokiambulia nikasema twende kanisani mume wangu siku ya jumapili Akasema asante, tunamshukuru Mungu tutakapoamka salama, tutaenda. Akaanza kuzimia siku ya Ijumaa, kutwa nzima anashinda anazimia. Nikashikwa na hasira nikasema, nisije nikamkufuru Mungu. Wewe jini la kuzimia, na nikimbiza na mimi kisha rudi huko nakotoka, kwa jina la Yesu kwa nguvu za Mungu hutoweza. Nikapigiwa simu tena kutoka kwa wazazi wake, baba ako kachanganyikiwa, huku anaumwa Nikasema niliomba kwa utukufu wa Mungu, hizo nguvu zitarudi zinakotumwa, nyamaza kimya na utapona. Nikashikwa na hasira tena nikasema nitamkufuru Mungu kwa maisha ninayopitia. Nikawaita ndugu zake kutoka Makongo, nikawaambia ndugu yenu anazimia, naombeni mje mumchukue. Wakasema hatuna msaada wowote, ni wewe mwenzake ulozaneo watoto watatu, na utaendelea kumuhudumia. Nikasema asante, ni Mungu aliyenipa, nitaendelea kuomba Mungu. Akaendelea kunionyesha, nikasema sawa, niliomba ushuhuda mwingine tena wa pili. Mwanangu kahudumiwa na mzazi mwenzie, mimi nikiwa naumwa, na mpaka amejifungua salama na mpaka nimekwenda kumchukua na mtoto amefikia kwanza kutamba, akanambia mama, maombi unaomba na yeye amenifikia tu, ndo nipeleke kwa mchungaji wako. Nikamleta siku ya Alhamisi mahali hapa, wote wawili nikawachukua, nikawaleta mabinti zangu mmoja mmoja, akasema nachanganyikiwa, swala kuulia kwenye uko wenu upo. Nikawambia mahali hapo lipofika ni sahihi, huyo mume atakuja kukuchukua. Naomba Mungu anifunge akili niendelee kuomba juu yako, nisingie ya na matatizo yanipitia akakuunganisha na wewe mwanangu. Akaniambia sawa mama. Niliposimama siku ya Jumapili mlangoni, namwona mume wake amekuja na begi na mkoba wa mtoto, amekuja kumchukua mke wake, anampeleka Tanga kwa mama yake. Makofi na vigelegele haya moyo jamani, Yesu amefanya, na mshukuru Mungu. Akanipigia simu siku ya jana, nipo kwenye mkesha, akanaambia mwabe mchungaji wako wamenipokea na amani, bila kinyongo chochote. Nikaamea asante, taendelea kukuombea na Mungu ataendelea kukusimamia ukae salama, nayo kwenye ndoa yako. Akaniambia, asante mama, usiache kunitolea ushuhuda kanisani. Ukweli aliniekea mkono, baraka zikanipikia, nimechukuliwa na mume wangu, naendelea kumpa mungu na utukufu, kwa sababu waliokuwa wanifanyia mabaya wananiambia kabisa, siku hizi unasali wapi mwenzetu, uvui nguo wala kutembea uchi barabarani Nikaambia huko ninapokwenda Mungu anazidi kuniongoza na kunifunika na damu yake, ndio ne niweka nivae nguo, siwezi nikatembea tena uchi <coughs> pigie Bwana Yesu makofi na pigelegele. <coughs> <coughs> Akasema kwa huyo mchungaji unapoenda, tutatafutwa tuta, tuta, na sisi siku tutaenda. Nikaambia asante, nawakaribisha ni Mungu atakayewaongoza kwa nguvu zangu mimi sitoweza.